Ukitaka Yesu aingie ndani ya a maisha yako ili Yesu aanze kutuesha mambo kidogo kidogo. Yesu ni wa ajabu. Ulikuwa unasikia matatizo tu, ukishampokea tu Yesu kuwa Bwana mwokozi wa maisha yako, akiingia ndani ya maisha yako, anaanza kugeuza kidogo kidogo, afya inaanza kurejea kidogo kidogo, uzima unaanza kurejea kidogo kidogo matokeo kido yanaanza kurejea kidogo kidogo, mabadiliko anaanza kurejea kidogo kidogo, watoto wako wanaanza kurudi kidogo hata kidogo, hata kama walikuwa wamekukataa kidogo kidogo, hata kama wewe kijana, ni pombe ilikuwa imekulemea kuleme Utashangaa kidogo kidogo unaanza kutoka. Hata kama ni kiu ya sigara ilikuwa inakulemea, utashangaa kiu unaanza kutoka kidogo kidogo, maana Yesu anaanza kukusanya upya ndani yako. Hata kama ni kijana ambaye, hata kama ni binti ilikuwa ni kabla ya kutosha, utashangaa kiu ya ukabi inaanza kutoka kidogo kidogo, maana Yesu anaanza kuumba upya. Yesu anaanza kutengeneza upya. Yesu anaanza kuleta matokeo upya. Yesu anaanza kuleta nguvu upya. Yesu anaanza kuumba upya tena. Yesu anaanza kutoa ya kale, kwa maana imeandikwa tazama, mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale ya amepita, ya tazama, amekuwa mapya. Mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale ya amepita, ya tazama, amekuwa mapya. Na mimi nasema kwa jina la Yesu, yote ya kale aliyokuwa na kusumbua, matatizo yote aliyokuwa na kusumbua ya kutoka kwa jina la Yesu Kristo. Kiu ya uvuta bangi yoyote ile iliyokuwa na kusumbua kwenye maisha kutoke kwa china la Yesu Kristo. Matatizo ya moyo yaliyokuwa nakutesa yaliyokuwa nakusumbua mara kwa mara, yaanza kutoka kwa china la Yesu. Changamoto za kifamilia zozote zile zilizokuwa zinakutesa kwenye maisha, zianze kutoka kwa china la Yesu, zianze kutoka kwa china la Yesu. Haya, Anasema mhitaji kujipigania vita, maana vita ni vya Bwana, maana vita ni vya Bwana, maana vita ni vya Bwana. Hautaogopa hofu ya usiku, wala mishale rukao mchana, wala tauni pitao gizani, wala weru aribwasobwe ijapo watu elfu wataanguka ubavuni pako kumi elfu mkono wako kume, hata hivyo mabata kupata wewe katika jina la Yesu Kristo. Na mimi ninakuombea jioni ya leo, baada ya kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, ndani ya maisha yako akaingia, akaingia ndani ya moyo wako, yakare yapite, yaanze kuwa maisha mapya. Tunakuwa tunafaika kiumbe kipya, haleluya, utakuwa ni kiumbe kipya, utakuwa na nguvu mpya mategemeo mapya, utaona uwezo mpya, utaona mambo mapya, utaona vitu vya tofauti utaona, misibi imeanza kutoweka utaona, vilio vimeanza kukoma, utaona mateso ameanza kukoma. Emu, mgeukie Yesu Kristo, toka kwenye giza.